Na sisi isingekuwa busara tukawa na mkutano wa hadhara na sherehe hizi kama ilivyokuwa desturi, lakini tufanye kitu tofauti. Moja, wanachama wote wa chama cha mapinduzi kote nchini Tanzania, kwenye ngazi za mikoa, kwenye ngazi za wilaya, kwenye ngazi za majimbo, kwenye ngazi za kata na kwenye ngazi za matawi, zikishirikisha mashina yetu kote nchini Tanzania Tushiriki katika shughuli za kijamii, tushirikiane na wananchi wenzetu, iwe katika kuchimba, kulima, kusawazisha, kuweka sawa miundombinu yetu ya barabara kule ambako kuna changamoto hizo, iwe kushiriki katika ujenzi wa vituo vyetu vya afya na zahanati kote nchini Tanzania iwe katika ujenzi wa madarasa yanayoendelea kote nchini Tanzania, wana CCM, mwende mkatoe msaada wenu mkubwa wa nguvu kazi.